Tunarejelea taarifa yetu ya awali iliyoandaliwa na mwanahabari wetu wa masuala ya uchunguzi na upekuzi Franklin Wallah, ambapo uchunguzi wa mauaji ya mbunge wa Kasipul Charles Ong'ondo Were umeendelea huku maafisa wa upelelezi sasa wakipata picha ya mtu anayeaminika kuhusika na mauaji ya marehemu. Picha za CCTV zilimnasa mshukiwa akimpigia darubini mheshimiwa Were akiwa kwenye barabara ya Wabera katikati ya jiji la Nairobi. Mshukiwa huyu pia akinakiliwa kwenye picha za CCTV karibu na eneo ambapo mbunge huyo alipigwa risasi. Franklin Wallah anatuangazia taarifa hii mbunge wa Kasipul Charles Were Ong'ondo aliondoka Bunge la Kitaifa dakika chache kabla ya saa moja. Hapa ndipo uchunguzi wa polisi umeanzia. Wakati huo kulikuwa na msongamano wa magari jijini Nairobi. Baadaye gari lake lenye usajili wa KDM783A lilisimama kwenye barabara ya Wabera karibu na duka fulani la mpesa Mlinzi wa mbunge huyo alishuka na kufika kwenye duka hilo la M-Pesa na kuweka shilingi elfu ishirini kwenye M-Pesa ya mbunge Were. Kwa mjibu wa picha za CCTV ambazo tumezikagua, onekana mwanamume aliyekuwa eneo hilo akimpigia darubini mbunge huyo. Mwanamume alikuwa na mkoba na alipita mara kadhaa karibu na gari la mbunge huyo akimtazama kwa karibu. Saa moja na dakika kumi na tisa za jioni Mlinzi wa mbunge huyo aliondoka kwenye MPesa hiyo baada ya kumaliza shughuli. Walifululiza hadi barabara ya Kenyatta Avenue kisha barabara ya Valley Road kuingia barabara ya Ralph Bunche kuelekea Agwings Kodhek na wakarudi kwenye barabara ya Valley Road kuelekea ile ya Ngong karibu na chuo cha Deista. Kwa mjibu wa uchunguzi mshukiwa aliyenakiliwa kwenye picha za CCTV alinakiliwa kwenye barabara ya Valley Road akiwa amepanda pikipiki akiliandama gari hilo. Saa moja na dakika arobaini walifika kwenye eneo la mzunguko wa barabara ya Valley Road na Ngong Road. Hapa ulilazimika kusimama kutii sheria za trafiki. Kulikuwa na gari moja mbele yao hapo mshukiwa alitokea ghafla kuzunguka gari alilokuwa ndani mheshimiwa Were, kutoa bunduki na kumlenga kwa kufyatua risasi. Risasi zilipigwa nne, moja ya kuvunja kioo cha gari na risasi tatu zikimpata marehemu kifuani na mkononi. Mtu huyo aliyefyatua risasi alitoroka kwa pikipiki piki, akitumia barabara ya Ngong kuelekea mjini. Eneo alikopigwa risasi mbunge huyo kulipatikana maganda matatu ya risasi ambayo ni ya bastola. Maganda hayo yanachunguzwa pia, kando na mlinzi na dereva. Polisi wanaochunguza mauaji hayo wamemhoji pia mhudumu wa mpesa aliyetajwa awali. Uchunguzi wa polisi unaanzia eneo hili la tukio kufuatilia matukio kwa undani kabla na baada ya mbunge Charles Ong'ondo kupigwa risasi. Wapelelezi wanazingatia kukagua picha za CCTV na taarifa kutoka kwa mashahidi. Lakini je, inakuwaje bunduki haramu zinatawala jiji kama hivi? Franklin Wallah, uninga ya Citizen, kutoka barabara ya Valley Road jijini Nairobi.